Mambo vipi Tanzania, mimi naitwa Osman Maalim, mnaweza kaniita Chingling is the town. Karibu sana, kuna habari mbaya zimetufikia kuhusiana na mama mzazi wa msanii wa hip hop Chidi Benz Bi Hawa amefariki dunia usiku wa kuamkia leo Februari 11 2026. Akizungumza Chidi Benz akizungumza kwa masikitiko makubwa ashibitisha kuondokewa na mama yake mpendwa. Msiba kwa sasa upo nyumbani kwa familia eneo la Chanika, Dar es Salaam. Taarifa zaidi kuhusu ratiba na utaratibu za mazishi zitatolewa na familia. Tunatoa pole za dhati kwa familia, ndugu jamaa na marafiki kwa kipindi hiki kigumu wanachopitia. Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pema peponi. Amin. Bwana ametoa, Bwana ametoa. Jina la Bwana lihidimiwe. As, uh, inna lillahi wa inna ilaihi rajiuni. Asante kwa kutusikiliza. Hii ni 69 Media. Kama huja subscribe YouTube channel ya 69 Media, ni muda huu kusubscribe na ku